Halo, ee, ndugu ndugu wasikilizaji, muda huu ni muda ambao tunaenda kusikiliza tunaenda kujifunza kuhusiana na siri nzito kuhusu Uislamu Uislamu. Uislamu ni dini nzuri ambayo ilianzishwa mwaka wa mia sita ishirini na mbili na Mtume Muhammad ambapo katika hususa e, katika kuishi kwake alikuwa ni mtu ambaye anafanya kazi nyingi, mtu wa kusafiri, nafanya biashara, lakini vile vile tunapofuatilia kuhusiana na e, ukoo wake yeye amezaliwa katika ukoo wa, wa, wa Abraham, yani maanake mtoto wake wa kwanza ambaye alikuwa naitwa Ismail, ndiye aliyekuja kumzaa katika mwendelezo wa uzao, akiwa e, e ni kitukuu kama cha ishirini au thelathini hivi mbele kwa hiyo kulingana utafiti na utafiti niliyoufanya mimi nahitaji kuzungumzia kuhusiana na siri nzito e, kuhusiana na Uislamu. Uislamu ni dini nzuri iliyoanzishwa na Mtume Muhammad na kila mtu anaipenda, lakini kulingana na tafiti inaonekana Wakristo ndio wengi sana duniani alafu inafuata dini ya Kiislamu. Uislamu uliletwa na Mtume Muhammad baada ya kuelekezwa ajifunze kwa watu wafuatao eh? watu wa kitabu, halafu kuna na Wakristo wenye upendo, yaani Wakristo wa kipindi kile cha mitume waliokuwa na imani ya kwanza waliokuwa wanaumega mkate kwa pamoja e. Na kipindi hicho e, ilikuwa haijaya mwaka mia sita ishirini na mbili ina maana alienda kujifunza kwanza. Mungu alimwelekeza afanye hivyo tuangalie kwamba alipoenda kwa watu wa kitabu, alichoenda kujifunza ni nini? Na watu wa kitabu ni watu wa na namna gani? Watu wa kitabu ni Wayahudi, ndugu zake na uko